Rais William Ruto ametangaza mipango ya kupanua ukumbi wa Bomas kuwa jengo kubwa la mikutano ya kimataifa katika muda wa wiki mbili zijazo. Rais ambaye aliongoza mkutano wa baraza la mawaziri leo alisema kituo hicho kitakachojengwa kwa muundo wa kisasa ni sehemu ya mpango wa serikali wa kukibadilisha kuwa kitovu cha mikutano cha viwango vya kimataifa. Pindi mradi huo utakapokamilika, kituo cha Bomas kitakuwa cha pili cha mikutano ya kimataifa nchini Kenya baada ya jumba la KICC. Akiongoza kikao cha baraza la mawaziri Jumanne asubuhi, Rais William Ruto alisema kupandishwa hadhi kwa ukumbi wa Bomas kuwa kituo cha mikutano ya kimataifa kutaleta mwonekano mpya. Mradi huo ukitekelezwa, kituo hicho kitakuwa cha pili kuandaa makongamano ya kimataifa baada ya KICC baraza la mawaziri pia likiagiza kukamilishwa kwa barabara yenye njia nne ya kilomita 170 ya Rironi Mau Summit kufikia Juni mosi mwaka huu. Mradi huo unalenga kuboresha barabara kutoka njia mbili hadi nne za magari mawili ili kulainisha trafiki kutoka Nairobi kupitia Nakuru hadi magharibi mwa Kenya. Mradi huo umepangwa kukamilika ndani ya miezi 24 kufikia Juni mwaka 2027 ili kuimarisha afya na usalama wa umma baraza la mawaziri pia liliidhinisha mpango wa kitaifa wa kuondoa vifaa vya asbesto vilivyotumiwa kuwezeka paa za nyumba na afisi za umma na za kibinafsi. Asbestos imeainishwa kama kisababishi cha saratani kwa binadamu hasa saratani ya mapafu. Halmashauri ya kitaifa ya udhibiti wa mazingira NEMA itasimamia uondoaji, utupaji na utunzaji salama wa asbesto huku wamiliki wakitakiwa kujilipia gharama. Baadhi ya majengo ya serikali, hospitali na shule huenda yakaathiriwa. Katika hatua ya kukabiliana na ukosefu wa ajira kwa vijana, baraza la mawaziri liliidhinisha sera na miongozo ya utumishi wa umma na kujitolea kwa utumishi wa umma kutoa mfumo sanifu wa kurahisisha uajiri katika taasisi zote za serikali. Giverson Maena, Darubini.